Mambo vipi? This is Konde Boy, Jeshi, the CEO of Konde Gang. Um, niko hapa kwa address ile jambo usual. Mdogo wangu Chinga mdogo wangu alinitumia message akawa, Konde Gang video contacts, mfano laizi mbona mnafanyaje? Eh uh, yeah, contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master, kununua ku own master. Ikisema master inamaanisha catalog, the whole entire catalog, nyimbo zote, hata zile ambazo amezifanya na mimi, ili ziwe za kwake lifetime. Hizo zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokea alipie kuzinunua, hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign 4 years ago na kampuni ya Konde Music. Uh, hayo ndio yalikuwa ni mazungumzo na yeah. Lakini um, sijui nini kimetokea kwake baadaye, um, akaja kusema on social media kwamba nimemdai uh, kiasi cha bilioni moja ni uh, nikili kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja na um, nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe, so um, I did my best, I wish him all the best. Napenda sana msupporteni sana, he is uh, independent artist from now on. Mkiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni, fanye pata risk, aisaidie familia yake na uh, even though lengo tupate risk wote, kama ilivyo mwanzo. As you know, ni biashara na tulikuwa tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza, kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza career ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far tumshukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kwa kuwaletea superstars kadhaa ikiwemo Muchinga, Kina Njela, Kilichidi walikuwa na Country Boy, na wao wote walioondoka hakuja kuwa na matatizo yote, na wote wana own masters zao na yeah for good and for peace. Hamna mtu yote mwenye maana ya kudaiwa. So uh, that's how we live, live by lifting each other. Lakini pia speaking of Basata, uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe, nataka kujua issue ni nini kwa sababu sikutegemea, na kwa sababu mazungumzo aliyozungumza naye na Bwana Chinga sikutegemea kama angeweza kufika Basata baada ya tuna sanaa kusuluhisha. So niliomba management yangu niwakilishe, izungumze na viongozi wa uh, Basata kuona wanapataje mwafaka lakini wakaniambia okay, waloniambia so far nisingeweza kuyashia sasa hivi, na mi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe. Sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na nitaharuka. So as I said my decision kuhusu, aende akafanya mziki wake na make sure mnamsupoti pia. La mwisho kama sikosei, spiki na um, uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemuita chumbani nilikuwa sijui sababu nime nimeambia mtoe uh, mama yake mzazi uh, it's sad. Na sio kwamba sijui how it's tarnish image, na sio kwamba sijui, kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea uh, mkono huwezi kukata, utafanyaje? Uh, first nimemwachia Mungu, second nimemsamehe na mwisho, namwombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake. Akiona kuna tija sawa, akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu waliosikia maneno hayo. Ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ikimpendeza basi kwa wakati wake. Chao. Naseme sana. Ah, aongee na Mungu wake kwa muoneke wa dhati kabisa. Naamini itamuongeza baraka zaidi na tafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa na yeye, ni my brother, kuwa my brother kwa gang, yeah, the best. So, kwa kusema hayo, nashukuru sana support gang nyumbani kwake, because thank you so much for your time watching this. And gangs, for everybody, this is Konde Boy, all love Mambo vipi? This is Konde Boy. Jeshi the CEO of Konde Gang. Niko hapa kwa address ile, jambo linahusu mdogo wangu Chinga. Kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye label akawa independent artist. Na mimi nilimjibu straight kwamba mdogo wangu, wish you all the best. I got you back all the time as usual. Kachi na viongozi wa Konde Gang video contacts. Mfano laizi, mwoni mnafanyaji Uh, yeah, contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master, kununua ku own master, kisema master na maanisha castle, the whole entire castle, nyimbo zote hata zile ambazo amezifanya mimi, ili ziwe za kwake lifetime, je zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokea alipie kuzinunua, hicho kiasi cha ja pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign wa 4 years ago na kampuni ya Konde Music. Hayo ndio uh, ilikuwa ni mazungumzo na yeah, lakini um, sijui nini kimetokea kwake baadaye um, akaja kusema on social media kwamba nimemdai, uh, kiasi kiasi cha bilioni moja. Uh, nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja na um, nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. So um, I did my best I wish him all the best nimependa sana msupporteni sana. Uh, he independent artist from now on. Nikiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni, fanye pate risk, aisaidie ya familia yake, na uh, even though lengo tupate risk wote, kama ilivyo mwanzo. As you know, ni biashara na tuko tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza kariera ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far tumshukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kwa kuwaletea superstars kadhaa ikiwemo Mchinga, Kina Njela, Kilichidi walikuwa kwa Country Boy na wao wote walivyoondoka, hakuja kuwa na matatizo yote na wote wana own master zao na yeah for good and for peace. Hamna mtu yote mwenye maana ya kudaiwa. So uh, that's how we live live by lifting each other. Lakini pia speaking of Basata uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe, nataka kujua issue ni nini kwa sababu sikutegemea, na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na bwana Chinga, sikutegemea kama angeza kufika Basata baada ya kufanana usuluhisho, so niliomba management yangu niwakilishe, zungumze na viongozi wa uh, Basata kuona wanapataje mwafaka Wakaniambia, waniambia so far nisingeweza kuyashea sasa hivi. Uh, na uh, sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe, sikuona hiyo haja ya kutengeneza kakia, sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na nitaharuka, so as I said, my decision aende akafanya mziki wake na make sure mnamsupoti pia. La mwisho, kama sikosei spiki na um, Uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemwita chumbani nilikuwa sijui nimeambia nime mtoe uh, mama yake mzazi, na sio kwamba sijui how it's tarnish image, na sio kwamba sijui kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kuwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea mkono huwezi kukata, utafanyaje? uh, first nimemwachia Mungu, second nimemsamehe na mwisho, namwombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake, akiona kuna tija sawa, akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ikimpendeza basi kwa wakati wake, inshallah naseme sana, aongee na Mungu wake kwa umoja wake wa dhati kabisa, naamini itamuongezea baraka zaidi na tafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi